Kwako msikilizaji, tunapenda kukuarifu kuwa kipindi chetu cha habari za mseto wa dunia hakitakuwa hewani tena. Badala yake, tutakuwa tukikupeperushia matangazo ya moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika ni idhaa ya kimataifa inayotengeneza na kupeperusha habari zinazohusu Afrika kutoka Afrika kwa Afrika. Sauti ya Afrika huwasilisha habari za kina na motomoto zinazogonga vichwa vya habari kutoka kote Afrika Mashariki, Afrika ya kati nchi za maziwa makuu upembe wa afrika na duniani kote matangazo haya ni ya moja kwa moja ya muda wa dakika 30 yakirushwa kila siku kuanzia saa moja na nusu hadi saa mbili jioni habari zitahusu masuala ya siasa teknolojia ya habari sayansi mazingira michezo na burudani afya vijana na wanawake pamoja na ujasiriamali usikose kusikiliza idhaa ya kiswahili sauti afrika kila siku ya juma kuanzia saa moja na nusu za jioni